Yo, leo bana nimetembelea katika mtaa wa Isanga na kati ya moja ambao nimetembelea, nimetembelea ofisi ya kijana moja anayejiita Tony Hair Cuts. E, ni kijana ambaye anajishughulisha na uh, shughuli ya uh, unyoaji nywele aina zote uh, staili zote za nywele uh, ananyoa, na niko naye hapa, nataka tupige naye stori mbili tatu, tujue ni namna gani anavyoendesha maisha yake mambo vipi? Kama Ay, naitwa Antoni, brand name naitwa Tonloyo baba Shop. Umekuwa kijana maarufu hapa mtaa wa Isanga, tunataka tujue, labda tuanze moja kwa moja hmm. e, labda tunataka tujue wa mtaa hapa wanakuita Tony <coughs> ha, tunataka utuambie labda, Tony ilitokana na nini, au ni jina lako kamili, au ni official name. Tony <coughs> moja kwa moja mimi nilikuwa naitwa Antoni. Yeah. Nikaanza kuitengeneza, sikutaka kwanza kutafuta sijui jina gani, jina gani, nikasema natoa kwenye, kwenye jina langu lile lile uh, official mm -hmm. Nikalinyambua nika, nikalifupisha, nikajiita Tony, alafu nikaambatanisha na kazi yangu nikaweka Tony Loyo, Baba Shop, koo. Unaelewa Loyo ni nini? Baba Shop ni nini? Koo, ndo ikakaa hivyo na kitaa ikaitika hivyo. Oh, labda ofisi yako hii kabla ulivyoifungua mm, ulianza labda na watu wangapi ambao uliwaajiri we kama wewe? Uh, mimi kwanza nimeanzia kufanya kazi kwa mtu. Nimefanya kazi kwa mtu miaka miwili uh, kufanya kazi kwa mtu <coughs> nilionesha uaminifu kwa bosi wangu, na hata nilivyokuwa natoka kwake nimetoka yani sio kwamba nime, nimeacha sijui nimetoka sijui kwa makuu, nimetoka tu fresh fresh. Tuliagana na jamaa angu, nikasema aa, mimi mwenyewe naenda kuanzisha changamoto changamoto yangu sehemu nyingine. E, ko ndo hivyo na mimi nikafaiti nikamwaga jamaa yangu, na mimi nikaanza, nimeanza niko peke yangu, anza niko peke yangu aa, kuna dogo mmoja hivi nikawa nimemchukua ambaye sasa hivi nimemtengeneza amekuwa na mwenyewe maarufu na, na, na, na ana jina kubwa kwa hapa Mbeya. E, koo nikaanza naye mdogo mdogo mdogo mdogo, kwa sababu mi kidogo masuala ya biashara nayaelewa mm. Nilipitia short course ya biashara tani, tani tu. Koo biashara ku namna ya kuwatengeneza wateja, kuongea nao vipi, unamwaproach vipi yani mteja hadi atoe hela au akubali product yako. Koo mimi nikaanza ku, huko <coughs> ku apply kwenye kinyozi nafanyaje ili niweze kukua baadaye niwe na baba shop kubwa. Kwao nikaanza mchakato. Kwao ni mchakato wa maumivu, sio tu rahisi rahisi na inahitaji ujipe muda kidogo. Mm. Kwao baada ya hapo nikaanza na mdogo wangu mmoja, na mwenyewe alikuja tu ili anisaidie ma kazi hizi ndogo ndogo, sijui kufuafua, sijui kufanyaje nini, kudeki nini. Nikawa namfundisha na kunyoa tukawa wawili. Mdogo na mwenyewe aka focus na mwenyewe alikuwa na nia ya kufanya kazi kama ya kwangu kweli na mwenyewe akazingatia vitu vyote nilivyokuwa namwelekeza, tukaenda vizuri. Mwisho wa siku nikawa <coughs> tukawa wawili katika kutengeneza wateja. Sasa wateja kweli wakawa naikubali huduma yetu, tukaendelea hivyo hivyo. Sasa kwenye unavyokuwa unataka kwamba biashara yako ikuwe, nitakiwa unawaza ikue kivipi, bei. Kwa mfano, mara ya kwanza sisi tumeanza kunyoa kwa elfu moja moja hapo watu wazima mm, staili yoyote elfu moja afu watoto mia tano. Sasa nikawaza nikasema hizi elfu moja moja hizi hivi hadi ufunge hata laki hata uwaze tu hata elfu ishirini kwa siku, mm. Kwa sababu hizo elfu moja moja ilikuwa yani ukifanya kazi kwa kwa siku, ukifunga elfu kumi na tano yani umepiga kazi kweli. Ukifunga elfu ishirini unakuwa yani umepiga yani umechoka. elfu ishirini hapo nimepiga kazi, umefunga elfu ishirini unaona. Nikaanza kuwaza kwamba hapa anafanyaje, ili ili kipato kikuwe hata kwa siku nitengeneza hata elfu hamsini hata laki. Yani tunasikia kwa watu, kuna mtu anatengeneza kwa siku elfu sitini anatengeneza kwa laki, anatengeneza kwa siku elfu ishii nani, laki mbili, inakuwaje? Yani unajiongezaje kwao? Hata hizi digital platforms zinatusaidia sana mtandaoni huko tunaangalia, tunasoma, tunajisomea kwa watu ambao wamesomea masuala ya biashara, ili ufanyaji uongeze kipato chako. Basi jibu likaja, ni ili uongeze kipato chako, ili upate hela, ntakiwa utoe hela moja kwa moja. Tunaongelea tuna, tuna hapo kwenye kuwekeza kwao. Ukiwekeza unakuwa unajipa uthamani kwenye kitu chako kijipa uthamani. Kila mmoja atakayekuangalia kila mmoja atakayekuja kwako atakuja kwa, ku. Ata kwa thamani ambayo umejipa wewe mwenyewe, kwa kwenye uthamani usikute hata wewe mwenyewe unavovaa vizuri ni uthamani wako unao umejitengenezea, ehe mm. Ofisi kwa kwa mtu akifika akikuta umeweka vitu vya kisasa vizuri vizuri inakuwa ah. Ni moja ya uthamani wako ambao unakuwa umejitengenezea. Basi nikaanza nikasema, katika masuala ya hizi ya ofisi wenzangu wana baba shop unasikia unanyolea tu kunyoa tu kawaida, mtu anakuambia ananyolea elfu nane, elfu saba inawezekanaje hivyo? Afu wananyoa tu kama sisi ambao tunanyoa kwa elfu moja moja. Ah, kumbe ni jinsi alivyojitengeneza ofisini kwake na yeye mwenyewe jinsi alivyoweka vifaa anavyotumia; ofisi jinsi alivyoiweka na kila kitu. Labda hapo tu tugusie mm. Labda kwa upande wako tunaona kwamba ofisi yako imekuwa na wateja wengi na watu wamekuwa wakikuamini. Labda tunataka tujue ulienda kujifunzia kunyoa, ulienda chuo kusomea mambo ya kunyoa au vipi? Kwenye kwenye swala la talenti, mimi ni talenti, sija, sijaenda kujifunza sehemu yoyote mm. Mimi kwenye swala zima la kunyoa nimeanzia toka shule ya msingi, nilijikuta tu, yani najua, tulikuwa tunanyolea. Kwa mfano mimi, shule ya msingi nilikuwa na wanyoa wanafunzi wenzangu kwa kutumia nyembe na kitana, si unajua, eh? Yeah. Eh, kwa hiyo ukiweka nani, kwa hiyo tunakuwa nanyoa nanyoa nanyoa nanyoa fresh Nilivyofika sekondari kuna mwalimu mmoja alikuwa na saloni, alikuwa na saloni. Sasa alikuwa na mashine zile za kisasa hizo ambazo zenye kamba, ambaye hata leo hatuzitumii ishapitwa na wakati hizo eh. Kwa akaniambia bwana wewe una nani, maana kuna mwalimu mmoja nilikuwa namnyoa, akaniamini na mnyoa vizuri, akasema basi wewe unapoa ukitoka shuleni kama una kazi una homework unapoa pale saloni, unaokota hizo hizo fresh, na mambo yakawa yanaendelea hivyo. Kwa hiyo mimi kunyoa sio kwamba labda nimeenda chuo sijui nimeenda Yani, ni kipaji ambacho ninacho mm, ambacho nina uwezo hata wa kumfundisha mtu fulani, bwana, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi na utajua, eh.